Simba Sports Club wanapoteza mchezo wa pili mfululizo katika kombe la mabingwa barani Afrika hatua ya makundi. Leo ilikuwa ni Stade Malien dhidi ya Simba Sports Club. Stade Malien wanafanikiwa kuibuka na ushinda magoli mawili kwa moja. Hu mchezo ulianza vizuri sana kwa upande wa Stade Malien. Dakika 45 za kwanza zilikuwa dakika njema sana kwao, dakika 16 ya mchezo wakitangulia kupata goli la kwanza, dakika 23 ya mchezo wakifunga goli la pili. Kipindi cha pili Simba Sports Club walibadilisha kidogo role yao ya uchezaji na dakika 54 ya mchezo Neo Maema akaweza kuandika chuma cha kwanza kwa Simba, goli la kufutia machozi ambalo limedumu mpaka tisini zilipomalizika. Stad Malieni waliweza kupata penalti, mkwaju wa penalti ambao walishindwa kuupachika kambani katika dakika sitini na mbili ya mchezo katika dakika 82 ya mchezo Simba Sports Club waliweza kupata kadi nyekundu kupitia mchezaji Alasan Kante. Simba Sports Club wanamaliza mchezo kwa kichapo cha magoli mawili kwa moja. Ukiangalia katika msimamo wa kundi D ambalo Simba Sports Club ipo ndio timu ambayo imebaki mkiani ikiwa na alama sifuri. Nafasi ya kwanza iko Petro de Luanda ambayo ina alama nne. Nafasi ya pili wamepanda Stade Malien ambao wana alama nne pia. Nafasi ya tatu ni Esperance de Tunis ambao wana alama mbili, na mkiani ni Simba Sports Club ambao wana alama sifuri. Kazi ni ngumu kwelikweli, maombi yanahitajika kwa ya vijana Msimbazi, kwa sababu shughuli si nyepesi, michezo miwili mfululizo wakipoteza katika Kafu Champions League group stage.